Moja kati ya watu ambao wamejitokeza kwenye mitandao ya kijamii kwa ajili tu ya kumkingia kifua mke wa marehemu MC Pilipili basi ni mwanadada mfanyabiashara Jaki Machoke. Jaki Machoke amejitokeza katika ukurasa wake wa Instagram na kuamua kumtetea mdogo wake kipenzi cute Mena, kwa sababu kwa sasa hivi anapitia kipindi kigumu sana, ana machungu ya marehemu mume wake, lakini pia bado maneno yamekuwa ni mengi mitandaoni, wengine wakiwa wana kwamba yeye ndiye mtu ambaye amemuua mume wake, lakini ukiangalia kwa kipindi hichi, Mena anapitia kipindi kigumu, kwani tunafahamu ameachiwa mtoto mmoja wa kike na ana majukumu ya kumlea yeye binafsi kama mama. Tunaweza kusema kwa sasa hivi huyo mtoto ni yatima. Sasa namna ambavyo mfanyabiashara Jack Machoke ameamua kumkingia kifua mke wa marehemu MC Pilipili, ameweza kuposti zile komenti zote mbaya katika peji yake ya Instagram, alafu akaandika caption. Ngoja ni kusomee hizi komenti ambazo yeye binafsi ameweza kuziposti katika peji yake ya uh, Instagram lakini pia hajapendezwa nazo. Huyu wa kwanza aliweza kumwandikia uh, cute mena, akamwambia uh, mwanamke mjinga huvunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe, usikute alimstressi mwenzie. Lakini huyu mwingine uh, akasema true, uh, kafa kaka wa watu kwa stress za ndoa jamani. Mwingine akasema ndo hapo sasa usikute vigogo walishamlagai kwa mikwanja. Unaweza uh, kuona hizo ni komenti za watu ambao wanaona au wanahisi huenda um, marehemu MC Pilipili pili alifariki kwa mawazo ya ndoa uh, lakini pia labda mwanamke um, wake alimfanyia vitimbi vingi sana mpaka kufikia hatua uh, jamaa akapata mawazo. Sasa katika caption uh, Jackie Machoke ameweza kumtetea vikali uh, mke wa marehemu Pilipili pili. Na kuandika caption ikiwa inasema, daa inahuzunisha sana mawazo na maoni ya wanajamii juu ya mwanamke mrembo ambaye mume wake ametangulia kabla yake, ataambiwa akasababisha muuaji na maneno mengi mno ya kujeruhi moyo. Maoni yao ni, li, ni hisia zao bila hata uhakika. Inahuzunisha mno, kisa mwanamke ni mrembo kuwa mrembo ni hatia kubwa mno, kwa tafsiri za Kiswahili, watakustresi mno na kila dhambi duniani itakuwa yako. Kwa hiyo wanawake warembo wasiolewe, e, wao ni majini au mashetani, sio binadamu. Ah, mwogopeni Mungu wanadamu. Huo ni ujumbe ambao e, Jackie Machoke ameamua kuambatanisha baada tu ya kuposti zile comment za watu ambao e, hawajapendezwa na namna ambavyo mke wa marehemu MC Pilipili inasemekana alimfanyia mume wake kipenzi. Sasa baada ya Jackie Machoke kuingilia hili sakata, lakini pia kumkingia kifua mke wa marehemu MC Pilipili, ni kama vile kuna mtu alimtafuta na kumtumia message na kumuonyesha kwamba jambo ambalo analiingilia ni jambo zito sana, anatakiwa akae tu kimya kwa sababu mambo ni mengi sana ambayo yalitokea katika ndoa kati ya marehemu MC Pilipili pamoja na mke wake. Na huyu mtu aliyemtumia ujumbe Jackie Machoke, Jackie Machoke hakusita akaamua kuposti katika peji yake ya Instagram kuonesha wazi kwamba bado ataendelea kumtetea mke wa marehemu MC Pilipili. Huyu dada ambaye amemtafuta Jackie Machoke inasemekana ni rafiki kipenzi eh, wa mke wa marehemu MC Pilipili ambaye anajua mambo mengi sana, ndio maana akaamua kumwambia Jackie hatakiwi kuingilia hili swala lakini pia anatakiwa kukaa kimya eh, na kuendelea kuangalia tu mambo yanavyokwenda. Ukiangalia huyu dada eh, aliweza kumwandikia ujumbe ukiwa unasema Jackie, usilolijua ni usiku wa giza. Hili jambo ni zito jinyamazie, maana nashindwa kuangalia hapa ila, nina ndugu wa karibu mno na hii familia. Wewe tukae tu kimya ila dada amemkosea na kumuumiza huyu kaka hadi mwisho. Let's watch and listen. Huu ni ujumbe ambao mtu aliweza kumtumia uh, Jackie Machoke na ameona kwamba Jackie Machoke anamtetea sana mke wa marehemu MC Pilipili, uh, kumbe huenda kuna mambo ambayo yamejificha mengi uh, hayajaweza kuwekwa hadharani kwenye mitandao ya kijamii lakini Jackie Machoke alimjibu huyu dada na huyu dada hakuweza kumrudishia majibu, akamwambia inawezekana dia lakini Kini mwanadamu akikosea yampasa yapaswa kushambuliwa namna hii, hivyo atengwe, haf, hai, hafai afe na yeye apotee duniani? Akamwambia sababu eh, ni, ni mkosa eh, Mungu nisaidie. Inawezekana sipo sawa, lakini eh, kweli Mungu ana huruma na upendo eh, angetutriti hivi wakosaji, nani angesalimika kila dakika Tungepukutika kama kuku wa kideri. Unaweza kuona Jackie Machoke ameamua kujitokeza kumtetea na kumkingia kifua mke wa marehemu MC Pilipili eh, lakini kuna baadhi ya watu ambao wanajua siri zaidi. Ukiangalia huyu aliyemtafuta Jackie Machoke ni rafiki wa karibu sana na mke wa marehemu MC Pilipili na anajua vitu vingi sana, ndio maana akamwambia Jackie, unatakiwa kukaa kimya na usubiri uangalie mambo yanavyokwenda kwa sababu huyu dada inasemekana alimtesa sana jamaa na kumuumiza kwa kiasi kikubwa sana, na hivyo kupelekea msongo mkubwa wa mawazo. Licha ya kwamba tayari familia ya marehemu MC Pilipili imetoa taarifa rasmi kwamba chanzo cha kifo chake ni kupigwa mpaka kuuawa, yani ameuawa, amepigwa na watu ambao hawajulikani, mpaka kufikia hatua kupata majeraha katika mwili wake na kupelekea kifo chake. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza, tochia maoni yako, lakini pia usahau kusubscribe, kulike na kutana on notification.